Mchezo huo na magoli ya Simba katika mchezo wao dhidi ya Namungo, magoli matatu kwa bila, magoli mawili yakifungwa na walinzi eh, wakati wa Simba rosheni pamoja na Karabwa, lakini goli la tatu likifungwa na Selemani Mwalimu. Hapo tuangalie goli la kwanza Philip Mkini, yeah. eh, goli ambalo limefungwa na Shamu mm. Namungo alizimbia wapi uh... Uki, ukitazama mpigaji wa kona alijua kwamba anapiga wapi mm. na anaipiga kwa nani, na ukimtazama mfungaji unamuona, hata kwenye height yake ndio alikuwa ame, amewazidi wale mabeki nafikiri karibia wote wa Namungo wale. Yuko pale ni aina ya, ya mabe, magoli ambao mara nyingi sana wanafunga mabeki mm. kwa sababu ya mazingira waliokuwa, ukiwaona wachezaji wa Simba waliokuwa pale kwenye box nafikiri walikuwa wazidi wanne waliokuwa pale ndani, ulikuwa unaweza ukaangalia ukasema mbona wamepandisha watu wachache sana, tunaona wako watu, watu wanne nafikiri pale wachezaji kita... wa... sita wa Namungo. Kwa hiyo kilichotokea pale ni kuzidiwa kwanza experience, uki. Ah. kitazama pale alipokuwa amekaa shamuni kwamba hata kama angeukosa ile mpira mtu wa nyuma alikuwa na uwezo kuja tena pia akafunga mm. kwao ni, ni, ni, ni goli zuri ukimpongeza mpiga kona, lakini unaweza ukampongeza pia mfungaji, lakini pia ay, umbo lake pia limembeba yes. umbo lake limembeba kwa sababu ni kati ya mabeki warefu, ukisikia ni goli lake la kwanza anafunga Simba. Muzo kajuliza zile zingine zote kwa nini alikuwa anashindwa kufanya hivi. Kwa nafikiri ni, ni wakati umefika lakini mm. ukiwatazama pia unaona ya kwamba, ya kwamba aina ya mabao ambayo Simba wanafunga ambao mabeki wake wote wamefunga ni yale ambao ya kama vile yana maelekezo fulani hivi kutoka mazoezini ya kwamba tukienda pale tunatakiwa tufanye hivi. Yeah. So, uzembe tu ambao umefanyika ni mfululizo wa makosa ya kizembe ambao tunaendelea kuushuhudia sababu wale wachezaji wawili watatu wamedili, wamedili na mchezaji mmoja Acha hiyo acha, acha, acha yeah. Yani hiyo ni kama ni jambo mm. la mwisho kabisa eh? Yani nachokwambia ume <coughs> mtozi akirudisha tena nitakuonyesha ta, ta, ta tatizo lilipo, lilipo kuwepo wale wakati ile kona inapigwa inapigwa, mm. eh? kona ile kona, Chamou Karaboue anakwenda juu mm. Pale kulikuwa kuna madefenda wanne maelewa wa Namungo hakuna defenda hata mmoja wa Namungo ambaye ameruka hata huyu ambaye ameruka, hata mmoja ambaye ameruka. Sasa kama Chamou Karaboue kwa height yake, na bado ameruka, kwa nini asifunge ile goli eh? Kwa hiyo ndio maana nakwambia huu ni mwendelezo wa makosa ambayo tunaendelea kuyaona yakiendelea kufanyika kwenye NBC Premier League, na haya yanaendelea, mimi naona kama sasa sifurahii hili tatizo limeendelea kuwa kubwa zaidi mm. hasa kwenye safu ya ulinzi ya timu mbalimbali mbali. Jana tumeshuhudia hawa wa Namungo wakiadhibiwa kwa makosa ya, ya, ya uzembe kwenye safu ya ulinzi kona mm. ha, yes. Umeona hapa inapigwa kona, umeona wale mabeki wale wa Namungo eh? Inapigwa kona, hakuna beki hata mmoja Namungo karuka. Umeona wale, moja mbili tatu nne, hata mmoja ambaye karuka sasa wewe ndo uko eneo ambalo unatakiwa ili kuzuia mpira wa kona ni lazima nyie mruke, unaelewa, ili nyie mruke na, ku, na kuzuia mipira set piece. mipira set piece ili uizuie, kasoro penalty, ni lazima kuwe na timing. Yani kucheza mpira wa juu ni timing. Swala la kimo ni jambo moja, timing ni jambo la pili. Je, mna timing nzuri? Hebu angalia, umeona wale hakuna Amerika, hata mmoja ambaye karuka na, hata mmoja niambie. Yaani walichokifanya tu ni, ni, ni kujidistabu wao wenyewe kwenye eneo ambalo walipaswa kufanya majukumu yao.